Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambayo julikana kama Tundu Lissu tayari inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya ya Dar es Salaam, ambapo shahidi ambaye ameandaliwa wa leo ni P6 aliyejitambulisha kama dereva bodaboda, ambaye ni Mkristo mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Songea, Ruvuma, amemaliza kutoa ushahidi akiongozwa na wakili wa serikali uh, Kakbeth Mbilinyi. Shahidi P6 bana ameeleza mahakama kuwa mwezi Oktoba mwaka 2024 alianza kushiriki siasa za chama cha Chadema kwa kushiriki mikutano ya hadhara na kwa kufuatilia baadhi ya viongozi ili aweze kuwafahamu. Kwa kipindi hiko, alifanikiwa kuwafahamu baadhi ya viongozi akiwemo Mheshimiwa Lissu na baadhi ya viongozi waliokuwepo Songea. Alimfahamu katibu wa vijana wa Songea, ambapo kwa wakati huo alikuwa kwa jina la Chiza maarufu kama mwamba wa Kigoma. Mwezi wa Januari mwaka 2025, baada ya kushiriki na kuanza kuhudhuria mikutano ya Chadema akavutiwa na kutaka kuwa mwanachama wa chama hicho ndipo wakaanza jitihada za kumfuata kiongozi wa wilaya ambaye ni Chiza maarufu kama Mwamba wa Kigoma na kumweleza nia yake ya kutaka kuwa mwanachama. Alisifiwa kwa uamuzi mzuri na akaambiwa ili a kuwa mwanachama lazima awe na kadi ya chama. Akaambiwa kwa wakati huo utaratibu wa kupata kadi unasumbua kwa sababu mashine za kupata kadi zilikuwa mbovu, aendelee kusubiri ikiwa tayari atapata kadi yake. Shahidi P6 amesema kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka uliopita, mwaka 2025 hiyo akiwa sehemu yake ya kazi na akiwa na simu yake mkononi aina ya Infinix Smart 8, akiwa anaangalia mtandao wa YouTube, ambao amedai ni mtandao wa kijamii unamwezesha mtu kutu kutuma video, audio na maudhui mengine, na simu yake ilikuwa na bando la internet. Pia aliingia kwenye app ya Google ambayo inamwezesha kuingia moja kwa moja kwa YouTube. Alifanikiwa kuingia kwenye account au channel ya Jambo TV kusikiliza hotuba ambayo alikuwa anatoa mwenyekiti wa chama cha Chadema ambapo alikuwa akihutubia, ambapo alimwona na kumsikia akihutubia watu uh, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hivyo tunaenda kukinukisha, tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Yote ambaye atakuwa pamoja nasi tutaenda naye, ambaye hatotaka tutamuua, yes. Nimenukuu alichokisema huyu shahidi P6 wakati anatoa ushahidi yake dhidi ya, ya Tundu Lissu. Anasema kwamba alikuwa amepania kabisa kuwa mwanachama na alikuwa anasubiria kupewa kadi yake ya chama cha Chadema lakini wakati anafuatilizia moja kati ya mahojiano, moja kati ya hotuba ambayo alikuwa ameitoa mwenyekiti wa chama cha Chadema, anamzungumzia Tundu Lissu, akawa anasema kwamba uchaguzi hautakuwepo, wanapanga kukinukisha na njia kukinukisha ni kuvuruga. Na yeyote ambaye hatakubali kukinukisha tarehe hiyo ya uchaguzi basi watamuua. Anasema kwamba hiki ndio kitu ambacho wa kilifanya akaamini kabisa kwamba Tundu Lissu anahusika katika vurugu za mwaka jana tarehe 29 Oktoba. Hasa huyo shahidi bwana ambaye anatokea Songea anajulikana kama P6.